Ugonjwa wa PID ni maambukizi kwenye nyonga. PID maana yake tunasema ni Pelvic Inflammatory Disease. Ni maambukizi kwenye nyonga. Ugonjwa wa PID umekuwa tishio, umekuwa ukiwasumbua sana wanawake na umekuwa pia ukiwapotosha wanawake wa mkoa, wakipotoshwa sana na ugonjwa unaoitwa PID. PID, kama nilivyosema, ni maambukizi kwenye nyonga, sio maambukizi ukeni, sio uchafu ukeni, sio matatizo ya kukojoa, ni maambukizi kwenye nyonga. Sasa ninapo ninaposema nyonga e, ninamaanisha tumbo chini ya kitovu, tumbo chini ya kitovu, maeneo ya kiunoni, kiunoni hapo. E, hapo kuna viungo vingi hapo ndani, kuna mifumo mingi ambayo iko hapo ndani hapo. Sasa mwanamke anaweza akapata maambukizi kwenye viungo ambavyo viko kwenye nyonga, kwenye via ambavyo vipo kwenye nyonga. Kuna via vya uzazi viko pale, kuna via vya mkojo viko pale, kuna mifumo ya damu, mifumo ya mishipa ya fahamu iko pale, misuli iko pale. Kuna nafasi nafasi, eh, kuna vinafasi vidogo vidogo ambavyo viko pale kwenye, kwenye nyonga. Sasa maambukizi yanapokuwa kwenye nyonga ndo tunasema ni PID. PID. Sasa watu wengi wamekuwa wakizungumzia maambukizi kwenye nyonga kwa kuhusiana na mambo ya ukeni au mambo au mambo ya uzazi tu. Lakini maambukizi yoyote pale kwenye nyonga yanaitwa PID, maambukizi kwenye nyonga. Lakini nisimamia sana kwenye masuala ya uzazi kwa sababu wanawake wengi wanapotoshwa wanapotoka na ugonjwa huu wa PID. Ndugu zanguni kwenye, kwenye, kwenye kizazi yani, huku kwenye nyonga ndani huku kuna, kuna kizazi sasa kwenye kizazi kwa nyuma, nyuma ya kizazi na nyuma ya uke huwa kuna kanafasi, kuna kinafasi fulani hivi amba, ambacho kiko kiko pale. Sasa kwenye hicho kinafasi e, huwa huwa kuna jijenga au kunakaa maambukizi kunakaa maambukizi pale, kuna majimaji fulani hivi ambayo yanakaa nyuma ya kizazi na nyuma ya uke. Sasa majimaji hayo yakiwa mengi, yakiwa mazito mazito kama usahausaha usaha, ndipo tunasema e, mwanamke una PID. Na mwanamke atapata PID kama akipata magonjwa ya zinaa, akipata kisonono, akipata hii e, tunasema trikomona, akipata klamidia akipata mgeni, haya magonjwa yanaweza yakatoka ukeni yakapanda mpaka e, kule kwenye nyonga nyuma, nyuma ya uke na nyuma ya kizazi na mwanamke akapata PID. PID mwanamke hawezi akaipata kwa magonjwa mengine, ni lazima magonjwa yaanzie huku chini yaanzie huku ukeni, yapande juu, au yaanzie kwenye shingo ya kizazi yapande juu mpaka pale nyuma ya uke na nyuma ya kizazi, ndipo tunasema mwanamke ana PID. Ukishapata ukishapata PID, ndugu mwanamke, dalili zinakuwa nyingi. Dalili za PID ni mwanamke atapata maumivu ya tumbo hasa tumbo katikati au kwa pembeni kidogo, maumivu ambayo yanakuwa e, kama, kama kuna dundadunda dunda, kama tumbo nakuwa kama, kama kuna vutavuta vuta, au kuna katakata kata. Mwanamke atakuwa anapata dalili za homa homa kama mwili kupata kajotojoto Mwanamke atapata maumivu wakati wa mapenzi, kwa sababu kwenye mapenzi kunakuwa kuna ile msukumo msukumo ule. Kwa hiyo na kuna maambukizi nyuma ya uke na nyuma ya kizazi, mwanamke anaweza akapata maumivu. Mwanamke atapata maumivu ya tumbo chini ya kutoka, kama alivyosema, pamoja na kiuno. Kiuno kitakuwa kina, eh, kina muuma pia. Mwanamke anaweza akatokwa uchafu au asitokwe uchafu. Na kwa kuzingatia hapa ni kwamba uchafu ukeni sio PID, kwa sababu naona kuna wanawake akitokwa tu na uchafu tu anaambia ni PID, akiwa ananuka uke anaambia ni PID, akiwa na miwasho ukeni anaambia ni PID. Sio kweli Uchafu, harufu, miwasho ukeni haimaanishi una PID, haimaanishi hiyo ni PID. PID kama nilivyosema ni maambukizi kwenye nyonga, maambukizi ya nyuma ya uke na nyuma ya kizazi. Utagundua una PID kwa kufanya kipimo cha ultrasound. Kipimo cha ultrasound ndicho kipimo ambacho kitaenda kuona nyuma ya uke na nyuma ya kizazi. Kitaona kama kuna majimaji yamejikusanya pale, majimaji ni, ni mazito ni mepesi na yako kiasi gani, kipimo cha ultrasound kitatuambia. Hauwezi ukapima PID kwenye mkojo, hauwezi ukapima PID kwenye damu hauwezi ukapima PID kwa kupima majimaji ya ukeni. Utapima PID kama e, ume, umefanya ultrasound. Sasa wale ambao mnapimwa mkojo mnapimwa na uchafu ukeni mnaambiwa PID, fahamu ya kwamba mnadanganywa, sio sahihi kufanywa hivyo, kwa sababu PID ni maambukizi kwenye nyonga. unapopatwa na dalili za PID kama eh, kama ambavyo nimezielezea, ni basi daktari atalazimika kukufanya vipimo ili kuweza kujua ni kwa nini au ni kitu gani kimepelekea mpaka upate maambukizi kwenye nyonga, upate maambukizi nyuma ya uke au upate maambukizi, maambukizi nyuma ya uzazi eh, kwa, eh, kwa maana ya PID. Kwa hiyo utafanyiwa vipimo, vipimo vingine vitapimwa ili kuweza kwe, kujua na kuweza kufahamu kama kuna mambo mengine. Utapimwa mkojo, utafanyiwa kipimo cha majimaji ya ukeni, utafanyiwa ultrasound. Kwa kupima hivyo tutapata jibu kamili, tutapata mwanga wa kufahamu e, kuhusu swala la PID, tujue ni PID au sio PID tujue kuna uvimbe kwenye, kwenye nyonga au kwenye kizazi au kwenye mkojo au la. Tujue kuna maambukizi ndani ya kizazi au kwenye mirija au kwenye mayai, tutajua kwenye ultrasound ngipe. Tujue kama kuna matatizo kwenye, kwenye kibofu cha mkojo. Tujue kama kuna, kuna magonjwa mengine ya zinaa yanaendelea katika, katika, eh, mwili wako wewe mwanamke. Kwa hiyo ni lazima ufanye hivyo eh, kama unataka kujua kuhusu tatizo la PID. Wanawake wengi wanaambiwa wana PID, lakini kiuhalisia hawana PID, wana magonjwa mengine. Na wanawake hao, kwa kuwa wanapata maumivu ya tumbo, basi hawa watu wetu wanawaambia hiyo, yani bila, yani bila mm. ni PID, yani yani bila hata kuchunguza. Kwa kuwa mwanamke anatokwa na uchafu au harufu, wanaambiwa ni PID, ili hali sio PID, ni mambo mengine. Wanawake wanakuwaga na mambo ya mabadiliko ya vichocheo, wanawake wanakuwaga na uzito mkubwa, wengine wanafanya e, umalaya, wengine wana sukari, wana HIV, hasa hao wanapataga mambo ya miwasho, harufu e, ukeni, ambayo hiyo sio PID, haimaanishi kwamba una, una PID. Ndugu mwanamke ambaye unateseka na masuala ya tumbo kuuma chini ya kitovu na kiuno na nyonga, mara kwa mara unatokwa na uchafu ambao hauelezeki, una matatizo ya kupata mtoto, nenda kafanye vipimo sahihi. Pima majimaji, pima mkojo, pima na ultrasound, ili uweze kuona kwenye nyonga kuna nini kinacho kinachoendelea. Ugonjwa wa PID kama ukithibitika kweli una ugonjwa wa PID basi uta, e, utafanyiwa vipimo e, sahihi, utatibiwa kwa dawa sahihi. Kuna dawa za vidonge za kumeza, kuna dawa za vidonge na sindano kwa pamoja, na dozi nzima inaenda mpaka muda wa wiki mbili, habari yote ya PID inakuwa imekwisha. Lakini hakikisha ni lazima PID ipimwe kwa vipimo sahihi igundulike kweli, ili uweze kutibiwa, kwa sababu wanawake wengi wanatibiwa kama PID, lakini hawana PID, wana magonjwa mengine ya kawaida. Na ukiona unatibiwa kama PID huponi, nenda katafute ka chanzo kingine, nenda kapimwe vizuri, hiyo sio PID. Hiyo ni kitu kingine. Kuna kitu kingine kinakusumbua, ndugu mwanamke, na nenda kakitafute, utakipata na mambo yatakuwa vizuri kabisa kabisa. PID inatibika vizuri. Sasa endapo PID isipotibika vizuri, inaweza ikakuletea ika matatizo kwenye mfumo wa uzazi, inaweza kukuletea matatizo kwenye, kwenye mirija ukapata maambukizi e, kwenye mirija mirija mirija ikaanza kujaa maji mirija ikaanza, e, e, kuziba na kukuletea matatizo ya kupata mtoto hapo baadaye, kwa sababu mirija inakuwa ina makovu, ina ziba, kwa hiyo inazuia yai kukutana na mbegu. Ni mojawapo ya matokeo, matokeo ya muda mrefu ya kipimo cha PID e, ya ugonjwa wa PID ambao haujatibika e, vizuri.